Swala so, la utunzaji mazingira ni mtambuka ukizingatia kwamba shughuli zote za wanadamu pamoja na viumbe wengine vinategemea mazingira, hivyo ni muhimu sana kutunza na kuhifadhi mazingira yetu kwa ajili ya maisha ya sasa na ya baadaye. Ndugu wananchi, nichukue fursa hii pia kuwaomba na kuwataka wakurugenzi wa halmashauri zote kuendelea kuhamasisha na kutekeleza swala la udhibiti wa taka hasa za plastiki, ambazo zimekuwa zinazalishwa kwa wingi na kuzagaa kwenye maeneo mbalimbali. Taka hizi zimekuwa zikichafua maeneo ya makazi, biashara, pamoja na vyanzo vya maji. Lakini pia taka hizi zimekuwa zikitupwa ovyo <coughs> kuelekea kuharibu miundombinu kama vile mitalo na kuziba njia za maji kupita, hasa wakati wa mvua. Ni wakati sasa wa kuja na mkakati wa kuzuia na kuhakikisha taka hizi zinadhibitiwa. Ndugu wananchi, matumizi ya nishati safi ya kupikia ni ajenda mahususi ambayo imechukua nafasi kubwa katika sera, mipango na mikakati ya serikali mbalimbali duniani. Umuhimu wa ajenda hii unasukumwa na ongezeko la uharibifu wa mazingira na tabia nchi pamoja na athari za kiafya zinazotokana na matumizi ya nishati isiyo safi ya kupikia kama vile kuni na mkaa. Ni wakati sahihi wa jamii kuhamia kwenye matumizi ya nishati safi ya kupikia kama vile gesi, umeme, kuni mbadala na mkaa mbadala unaotumia mabaki ya pumba, vifuu vya nazi na kadhalika, kupunguza kasi ya ukataji miti na uharibifu wa misitu. Mazingira oye! Suala la upandaji miti na uwepo wa misitu katika jamii zetu unachangia asilimia arobaini na saba ya akiba ya hewa ukaa ya misitu duniani na utoa asilimia sitini ya mbao inayotumiwa viwandani duniani ambayo inaweza kutumika kuzalisha mazao endelevu ya misitu, ili kusaidia mchakato wa kimataifa kuingia katika uchumi unaojali mazingira, hudumisha uwiano kati ya uhifadhi na uzalishaji. Katika mabadiliko ya tabia nchi kunahitaji mfumo wa sera kikamilifu, na lazima tuongeze nguvu ya kudhibiti na kulinda vyanzo hivi vya, vya maji. Tuwe wakali tunapoona wenzetu wanafanya shughuli za kibinadamu. Wako watu wanalima kwenye vyanzo vya, vya maji, wako watu wanachunga ng'ombe kwenye vyanzo vya, vya maji, wako watu wanafanya shughuli za madini kwenye vyanzo vya, vya maji. Tuna viathiri vyanzo vyetu vya, vya maji na tutaleta ukame mkubwa katika nchi yetu. Niwaombe sana wana Morogoro, tuchunge sana vyanzo vya maji na kila mmoja awe mlinzi wa mwenziwe. La tatu, tuache kuchoma misitu, tuache kuchoma milima yetu, tuache kuandaa mashamba yetu kwa moto. Tunaumiza uoto wa asili, tunaumiza vyanzo vyetu vya maji misitu yetu ni urithi wetu, wazee wetu wametuachia, na sisi tuna jukumu la kuwaachia vizazi vinavyokuja. Mazingira oye yeah. Mwisho na washukuru wote walio shiriki kwa namna moja.